Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro limezindua mbio za hisani zijulikanazo kama Ebeneza Sek Marathon, kampeni inayolenga kuchangisha shilingi milioni mia nne kwa ajili ya kugaramia ada na mahitaji mengine ya kielimu kwa watoto hamsini kutoka familia zisizo na uwezo, ili waweze kutimiza ndoto zao za kupata elimu ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne. Wa maravu, ya kila yakeweza, na baba, lakana, lakana. Akizungumza wakati wa uzinduzi, Askofu Mkuu wa Dayosisi hiyo, Jacobo Mameo, amesema kampeni hiyo itapita ushirika kwa ushirika, kuchangisha fedha kwa kushirikisha waumini na wadau wengine kwa hiari ili kutimiza malengo ya kuwasaidia watoto wa Kitanzania wenye uhitaji kupata elimu. Watoto ambao tunasema tunahitaji ada ya watoto hamsini ni watoto hamsini wa ambao sio wala walioko shule wala walioko shule tunawasaidia, tunataka watoto kutoka jamii nyingine yoyote ile bila kujali imani yao. Sisi tunawafundisha Wakristo na watu wema wa taifa hili bila kujali itikadi za dini. Kwa hiyo, nichukue nafasi hii kuwaomba washiriki wa Dayosisi ya Morogoro na marafiki walio nje ya Dayosisi ya Morogoro watuunge mkono katika kuandaa marathon hii, ili marathon hii ambayo tunafanya Septemba iweze kuwa na uwezo mkubwa wa kusaidia watoto wengi wanaotoka katika mahitaji wenye mahitaji maalum kama wana uwezo wa kiakili lakini wanashindwa fursa ya kupata ada, kanisa litaingia kujaribu kutafuta namna ya kuwasaidia hawa ambao hawana uwezo wa kulipa ada, ili tuwawezeshe watimizie ndoto zao. Kwa hiyo ni shukuru sana kwa siku ya leo ambayo tumezindua kampeni hii na naamini itakwenda katika majimbo yetu ya Dayosisi ya Morogoro, usharika kwa usharika. Tuanze kuchangia sasa, changia kadiri ya uwezo utakaokoa nao. Lucina Mrema, mratibu wa kampeni, hapa anaeleza mchakato mzima utakaowezesha jamii kushiriki, huku Omari Kibukila, katibu wa chama cha riadha mkoa wa Morogoro, akisema maandalizi ya mbio hizo yamefuata taratibu zote za Baraza la Michezo Tanzania BMT na kutoa wito kwa jamii nzima kushiriki bila kujali itikadi yoyote. Tunaichangisha fedha hii kutoka katika manunuzi ya usajili wa tiketi zetu za marathon. Tiketi zetu za marathon zina gharama ya shilingi 35,000. Unapolipia shilingi 35,000, utapata t-shirt ile kwa ajili ya marathon, lakini pia utapata medali kwa wale watakaokimbia kilomita 21 na, na washindi, lakini pia utapata maji na viburudisho mbalimbali njiani katika marathoni yetu ni iombe jamii kwa ujumla, wakazi wa Morogoro wa nje ya Morogoro wa Tanzania kwa ujumla, na wadau wote ambao wana moyo wa kujitolea ambao wako tayari kutusaidia kufanya juhudi hizi za kuokoa ndoto za watoto ambao wanaonekana kupoteza tumaini huko nyumbani kwao waliko kwa sasa, nikukaribishe kulipia tiketi yako na utashiriki utakimbia utakutana na, na wadau mbalimbali kilomita tunazokimbia katika marathoni yetu, tuna kilomita mbili na nusu, hii sanasana ni kwa watoto na watu wazima wazee, lakini pia tuna kilomita tano, lakini pia tuna kilomita kumi na kilomita 21 zote hizi gharama ni ile ile ya shilingi elfu 35 na tajiti yetu vijana hawa, haijalishi ni wa dini gani, haijalishi anaishi wapi. Sifa zetu ni kwamba yao amethibitika, yupo katika mazingira magumu ni yatima au anao wazazi lakini ana changamoto, na pia amefaulu mitihani yetu ambayo itakuwa imeandaliwa na Ebeneza Sekondari katika zile interview. Akifiti hivyo vigezo, basi anasajiliwa na kusaidiwa. kwa namna hiyo, binafsi kwanza nashauri kwamba isije ikawa inaonekana kwamba swala hili liko kidhehebu ama kidini tu. Hapana, naomba jamii nzima tuwasapoti wenzetu kwa ajili ya kufanikisha marathoni hii na tutaweza kupata michango vizuri ya kuwasaidia vijana wetu ambao hawana uwezo, yani wazazi wamefariki eh? Lakini wanahitajika eh, wasome. Kama wanahitajika kusoma, basi wote jamii nzima tunahitaji tuungane kwa pamoja. Naishukuru sana Ebeneza kwa kuja sasa na mpango huu ambao, kwa kubuni huu mpango wa marathon, ambao utaongeza wigo kusaidia watoto wengi zaidi hasa katika jamii yetu hapa Tanzania. Eh, sisi kwa uwezo au eh, kiasi cha fedha ambazo tunapewa na Crest Foundation ni kulipia watoto watano kila mwaka. Kwa hiyo sasa hivi tunaamini kabisa kwamba watoto wengi zaidi wenye uhitaji na changamoto wanakwenda kufaidika na huu mpango mzima wa kusoma, kupata elimu nzuri ya sekondari na hata kuendelea mbele na masomo zaidi. Juari Mushi, miongoni mwa vijana wanaopata elimu katika shule hiyo kupitia ufadhili wa Class Foundation ya Ujerumani, naye amezungumza changamoto ambazo naka nazipitia. Kwa mfano stigmatization, pia sometimes kuna mahitaji ya kishule, mtu anakuwa unakosa kufikia wewe kama mtoto kwa akusipokuwa uwezo wa kifedha ni mdogo, lakini baada ya kuwa ndani ya ufadhili kama huu, mtoto unaweza unakuwa uko ndani ya kumbato unasema kumbato la uchumi, unaweza ukasaidiwa katika namna moja au nyingine, kukupatia sari za shule, kukupatia vitu muhimu vya shule na pia hata kufanikisha katika nyanja moja au nyingine. Mbio hizo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano zimebeba kauli mbiu yenye mguso wa kijamii: mbio kipaji, rejesha kwa watoto wahitaji, ikiwa ni wito kwa kila Mtanzania kutumia kipaji chake cha kukimbia au kuchangia kwa nia njema ili kufanikisha upatikanaji wa elimu kwa watoto wasiojiweza. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.